Hello, habari ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Basi leo nimekuletea mada kama jinsi unavyosomeka, tumie simu yako ya smartphone kuingiza pesa nyingi kwa biashara hizi kubwa mbili duniani. Ni biashara zipi hizo unazozungumzia? Tega sikio lako vizuri ili uweze kunisikiliza vizuri, naweze kujipatia elimu hii. Karibu sana kama we ni mgeni katika chaneli ya Shayia TV, na kuomba angalia Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa hilo neno mara moja tu. Ukiwa umefanya hivyo, utakuwa umejiweka karibu na channel ya Shayia TV na kui, kila video ambazo nitakuwa natoa au elimu mbalimbali, utakuwa unazipata kwa haraka zaidi na mapema zaidi, bila kupoteza time, bila kupoteza muda. Hebu tuende pamoja, tuweze kuziona ni biashara zipi hizo mbili ambazo unaweza ukazifanya kupitia simu yako na zikakupatia fedha nyingi sana. Bwana namba moja tunaita cryptocurrencies tradings. Hii ni biashara inayofanyika mtandaoni, maana unaweza ukatumia simu yako tu hapo ikiwa na bando, na ukiwa umejifunza elimu hii, unaweza ukaifanya biashara hii ikakutengenezea fedha nyingi sana. Hebu tuanze na utangulizi kidogo. cryptocurrencies tradings ni nini bwana? Hii ni biashara inayofanyika mtandaoni kwa kutumia koini mbalimbali mbali ambazo zimetengenezwa kidijitali. Koini hizo ni mfano ni, ni Bitcoin, Litecoin, Pi coins kama hivyo yani, Shiba Inu, Doge coins na zingine nyingi sana ambazo zimetengenezwa kwa mfumo wa kiteknolojia. Biashara hii inafanyika mtandaoni, na kitu ambacho natakiwa kufanya, inatakiwa upate elimu hii ili uweze kuifanya biashara hii kutumia simu yako. Hebu tuzione hizo coin zikoje au logo zake zikoje? Bila shaka unaziona, huu ni mfano wa logo za hizo coin. Hapa kuna vyo, kama unavyoniona kuna Litecoin, kuna Bitcoin, kuna ethroins coins au sio? Hizi ni baadhi ya coin ambazo zimetengenezwa kidijitali ili watu wafanye biashara mtandaoni tu na kujipatia fedha nyingi sana. Basi kitu ambacho natakiwa kufanya we, ni kujipatia elimu hii ya cryptocurrencies trading exchange, halafu utaendelea kuifanya biashara hii. Biashara hii huwa inafanyika kwenye exchange mbalimbali mbali. Kuna exchange ambazo huwa zinafanya biashara hii au zina access biashara hii, ili uweze kuifanya. Mfano wa exchange kubwa kabisa duniani ni Binance exchange. Utatumia Binance exchange kufanya biashara hii, ili uweze kuingizia fedha nyingi. Kitu ambacho nataka kufanya ni ku download application ya Binance, kisha utatafuta mwalimu au mentor ambaye atakuwa na kuguide au kukufundisha biashara hii, na ukaanza kutengeneza fedha. Ila kama hutaki kufanya biashara hii na hujapendezwa kuifanya biashara hii, usitafute hata hiyo elimu, maana yake biashara hii tunaita risk money business. Hii ni biashara ambayo ya kuhatarisha fedha. Kama hujajua biashara hii vizuri au hujajifunza elimu hii vizuri, kupoteza fedha ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo kitu cha muhimu ambacho nataka kufanya, lazima ujifunze biashara hii vizuri sana, ili uweze kuijua vizuri na uanze kuifanya na uanze kutengeneza fedha ukiwa umekaa tu, amna haja ya kutembea tembea, umetulia zako ndani una tengeneza hela za kutosha. Ndio jinsi, kama unavyoziona, hizi ni coin mbalimbali ambazo tunazifanya. Hii unaiona hapa ni Bitcoin, hii ndio coin ya kwanza ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana duniani mpaka sasa hivi. Coin hii moja ukiona ni zaidi ya dola elfu na zaidi kwa sasa hivi elfu mbili na ishirini na tano ni zaidi yani, moja tu ukiwa nayo ni zaidi ya dola elfu tisini. Lakini coin hii ilianza sifuri kabisa, bila hata hela yoyote. Ulikuwa wakuipata mwanzoni ni bure kabisa. Hizi ndo coin, na hii hapa ni chat yenyewe ya, ya kufanyia hiyo biashara. Unaweza ukaifanyia kupitia exchange mbalimbali kama bitcoin Eh, o express eh, kama hivyo bitkeep exchange yes, hizi ni tuwa... mfano ni mfano, na kuonyesha tu mfano, na kuonyesha chat mbalimbali za kufanya hiyo biashara ya Cryptocurrency exchange. Bila shaka unanielewa bwana, hebu nifuatilie vizuri, nisikize kwa makini. Hii kitu ni kirahisi sana, maana yake mi nakuelekeza tu hizo biashara ni zipi basi Biashara hii ndo kama hivi, unaweza uka exchange kwa mtandao, ila kuna jinsi, kuna aina mbili za kuifanya biashara hii. Biashara hii unaweza ukaifanya kwa cryptocurrency trading exchange, maana yake ukao unatumia exchange mbalimbali, ukao umejifunza vizuri na ukaanza ku trade, yani ukao unafanya biashara hiyo online kupitia simu yako au kompyuta. nje ya pili kuna kitu tunaita holding, yani unainunua coin, ukishainunua coin kwa kutumia fedha na ni online pia mtandaoni, ukishainunua alafu coin hizi unaziweka huko kwenye exchange au unaziweka kwenye wallet. Baadhi ya let wallet zipo ambazo zimetengenezwa ili unatunzia coin zako mfano wa wallet maarufu ni Trust wallet. Hii wallet huwa inatumika kutunza coin zako, unaweza ukazitunza coin hapo au ukaziswap kutoka coin moja kwenda Kweni nyingine au ukabadilisha coin nyingine kwenda coin nyingine ili uweze kuiuza. Mfano sasa mfano ku, wa ku hold nini, kuholding coin maana yake unainunua coin mfano ikiwa na thamani ndogo, baada ya miaka miwili au miaka mitatu, hiyo coin ikiwa imepanda thamani, utaiuza kwa thamani kubwa. Mfano coin hiyo ukiwa umeinunua kwa shilingi elfu kumi baada ya miaka kumi au miaka miwili ikawa imepanda thamani koini hiyo ikawa thamani ya elfu hamsini au laki tano Kwa hiyo utaiuza kwa laki tano lakini kumbuka koini hiyo ulikuwa umeinunua kwa shilingi elfu kumi Si umeona hapo? Ni rahisi, nimeeleza kabisa na umeelewa. Basi hapo tunasema umeholdi coin. Basi bila shaka umenielewa hapo, tuko tunazungumzia cryptocurrencies exchange tradings au cryptocurrencies trading exchange. Basi hebu tuende tuone biashara ya pili ambayo unaweza ukaifanya kwa kutumia simu yako tu ulipotulia hapo hapo na ikakutengenezea fedha nyingi. Basi leo tuko na biashara ya pili tunaita forex tradings, bwana. Hii ni biashara pia inayofanyika kwa kutumia simu tu pia huwa inatumika kwa kutumia simu au kompyuta. Unaweza ukaifanya kwa kutumia PC au tunasema laptop, unaweza ukaifanya kutumia simu yako. Simu hiyo inatakiwa iwe na bando vilevile. Biashara hii inatakiwa ujifunze, bwana. Unaona, usipojifunza vizuri utapoteza pesa zako bure kabisa na muda pia. Biashara hii sio chini ya miezi sita yaani, kuna vitabu inatakiwa visome vya kozi hii. Hii ni kozi maalumu. Miji mingine iliyoendelea kama Marekani na miji ya Ulaya huu inafundisha kozi hii. Maanake kuna vyuo kabisa vimefunguliwa vinafundisha kozi hii ya forex tradings. Tanzania bado sana, bado hatuna vyuo, ila kuna baadhi ya academy mbalimbali chache ambazo zinafundisha na baadhi ya watu wanafundisha, ila bado hatuna vyuo maalum kabisa ambayo vinafundisha biashara hii. Vile vile kwa Afrika, South Africa yani Afrika Kusini huwa kuna vyuo vinafundisha hii biashara ya forex trading. Basi hebu tuende pamoja, tuweze kuiona biashara hii koje na unaweza ukaifanyaje. Bwana, biashara hii kitu cha kwanza, ngoja ni kutahadharisha, biashara hii ni risk mining, maana ni biashara ya kuhatarisha fedha kama hujajua vizuri, ila ukijua vizuri utapata raha sana. Maana utakaa tu tu utakaa tu ofisini kwako au ndani utakaa kwenye nyumba yako, umetulia kwenye kitu chako fresh, na ukaanza kutengeneza mamilioni ya dollars, yani utakuwa na hela nyingi sana. Bwana, biashara hii ndio jinsi kama unavyoona hiyo ni chati inavyoonekana hapo na chati zake ndo ziko hivi hivi. Biashara hii nitakiwa ujifunze jinsi ya kuifanya kwa kutumia vitabu, narudia tena hapo, vitabu maalum vya kozi hiyo, au unaweza ukaingia YouTube ukaanza ku search video mbalimbali mbali. Kuna baadhi ya watu wanafundisha biashara hiyo mizuri kabisa, jinsi ya kufanya hii biashara na ukaielewa vizuri ila vile vile utajiongezea kupitia vitabu, bwana. hii ndo forex trading chart jinsi zinavyo zinaonekana, forex tradings charts zake ndo kama hizi, jinsi ni candlestick forex tradings hapa hii ni analysis ya GBBSD ya daily, time frames kama unavyoona, ndio jinsi tunavyofanya analysis hivi ili uweze kujipatia fedha. Sasa kufanya hivi kama jinsi mimi nilivyofanya kama hapa au jinsi analysis nilivyofanya, nitakiwa uwe na elimu uweze ukafanya kitu hivi hivi burebure ukaanza tu kufanya ovyo ovyo, hapana. Nitakiwa uwe na elimu maalum ambao wamejifunza kupitia vitabu mbalimbali ili uweze kuifanya biashara hii. Narudia tena, biashara hii ni risk mane, usipoijua vizuri utapoteza fedha zako na muda pia. Inatakiwa ujue vizuri. Bwana, hii ndio biashara ya pili kwa leo ambayo nimekuelezea vizuri. Na biashara hii kuna platform maalum ambayo unaweza kuifanya ukadownload ili uweze kufanya biashara hii. Mfano, unaweza kaingia Play Store ukadownload hii platform zinaitwa MT4, unaandika tu MT4, utainstall hiyo application. Alafu kuna application ya pili inaitwa MT5, au unaweza ukaandika kifupi chake MetaTrader 5. Ukiandika hivyo itakuja hapo juu kabisa application hiyo, na utaanza kufanyia mazoezi au, na utaingia YouTube utaangalia video wanavyofanya, jinsi watu wanavyofanya vilevile, vya utatafuta vitabu vyake vya biashara, na ukaanza kuifanya na ikaanza kutengenezea fedha nyingi. Nakumbusha tena, ili uwe na uzoefu kwenye biashara hii, sio chini ya miezi sita utasoma kozi hiyo, ili uwe unatengeneza fedha nyingi kupitia biashara hii ya forex trading. Bwana, leo sina mengi sana, nilikuwa nakuelekeza biashara kuu duniani ambazo zinafanya watu wengi wanakuwa matajiri na wanatengeneza fedha nyingi kwa njia ya rahisi kabisa kabisa. Bwana, sina mengi sana, nakukumbusha ili usio unapitwa na video hizi au na elimu hizi mbalimbali ambao unazitoa zinazohusiana na teknolojia mbalimbali mbali za simu na teknolojia za mtandao ambazo zipo duniani. Na kama wewe ndio mara ya kwanza kuzijua, basi ni vizuri sana umejipatia ujuzi huu. Basi hebu angalia chini ya video hii, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja tu kwa juu kabisa utaona alama ya kengele, hebu nayo iguse. Maana yake kwa kila video ambayo nitakuwa naitoa utakuwa unaipata kwa haraka zaidi. Bwana, mi nakutakia siku njema, usikose kufuatilia Shayia TV. Kama umependa video hii, hebu like hapo, vilevile toa maoni yako hapo chini. Asante.